Ambalo shetani amelitumia ili kumwangusha mahali. Kwa hiyo akapokea yale maelekezo, akayapeleka kwa Adamu, wakati wamekubaliana, walivyokula tunda wakajificha, wanajiona wako uchi. Sio kwamba Mungu hajamuona shetani wakati anaenda, sio kwamba Mungu hajaona wana wakati wanakubaliana na wanakula tunda, sio kwamba Mungu hajamuona Adamu alipokaa lile swali anamuuliza, anamuuliza uko wapi Adamu? Kwani alikuwa hamuoni? <laughs> alikuwa naona, anajua yuko wapi, ili tu alikuwa anamtafakarisha kwamba mahali nilipokuweka, hatima ambayo nimekusudia uwe nayo kwenye maisha yako, kuna mahali muzivuga, kuna maelekezo niliyokupa haukutekeleza. Kwa hiyo mimi na wewe, ili ni swali linatuhusu. Muulize jirani yako Haleluya, uko wapi? Je, umesimama sawa sawa na Mungu? Akikuangalia kwenye ramani yake kule mbinguni, anakuona kama ivile e vile, au kuna mahali tayari adui yamepanda kitu kingine? Kwa hiyo haya maeneo matatu ni maeneo ambayo tunapambana nayo sana kwenye maisha yetu. Andika kile kitabu cha Wakorinto wa Pili mlango wa kumi mstari wa tatu hadi wa 4. Wakorinto wa Pili mlango wa kumi mstari wa tatu hadi wa 4. Hapa anazungumzia habari ya ngome, anasema maana silaha za vita vyetu sio za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Hizi ngome zimetoka wapi na kwa nini ziwepo? Ngome zimetoka wapi na kwa nini ziwepo? Ngome zimejengwa ngome kuhakikisha kwamba haufiki kwenye hatima yako kirahisi, na ndio maana hata wana wa Israeli walikuwa na safari ya kuelekea Kanani ambako hatima yao imewekwa hapo, na hiyo safari ukiangalia, kuna vizuizi vingi walikutana navyo. Lakini Biblia, hicho kitabu ambacho cha Ibrania tulichosoma, anasema kwamba kwa imani waliivuka bahari ya Shamu. Aleluya! Kwa imani waliivuka bahari ya Shamu. Ina maana tayari katika safari yao kulikuwa na kizuizi kilichowazuia wasivuke, na kibinadamu ukiangalia yalikuwa sio mazingira rafiki. Hata mimi na wewe leo hii ili tujifunze, kwamba kuna mahali kwenye maisha unaweza ukakutana na bahari ya Shamu. Sasa ukikutana na bahari ya Shamu unafanyaje? Ndio maana inafikia hatua mtu asipokaa vizuri kwenye imani anaishia kulia tu, Asubuhi mpaka jioni. Sio <laughs> so, kwamba Mungu hayupo yeye, yeah, yeah, anasema Yeremia 23:23, ni Mungu aliye karibu sana, si Mungu aliye mbali. Lakini kwa nini inafikia hatua mwanadamu anasema, Mungu mbona sikuoni? Mungu mbona umeniacha kwa yeye analeta Yeremia 23:23 mimi ni Mungu aliye karibu, si Mungu aliye mbali. Sio kwamba hakuoni unapitia wapi, lakini unatakiwa ukae, urudi kwamba ni wapi nimefungua mlango mpaka nashambuliwa, ni wapi nini kimepelekea mpaka niwekewe kizuizi kwenye eneo la kufanya hatua fulani, kufika hatua fulani kwa hiyo ukigundua unaingia kwenye toba na Mungu anaingilia kati, anakuvusha kwa wepesi. Na kizuizi cha pili, tunaona namna ya ule ukuta wa Yeriko. Ukuta wa Yeriko, kumbuka kwamba Mungu aliwaahidia kupitia Ibrahimu kwamba hawa watu, ile nchi nimewapa. Ni sawasawa na mtu unaenda kujenga kwenye kiwanja cha mtu mwenye nguvu alafu ana hati miliki <laughs> Hallelujah. Kwamba mtu ana hati miliki alafu pia ana nguvu. Nadhani nikisema ana nguvu nanielewa. Hati miliki kila kitu, kiwanja chake ki kaweka mipaka yake vizuri, kashaweka kwenye ramani ya nchi, kila kitu kiko vizuri, na ana hati zote ana vielelezo vyote, alafu wewe unaenda unajenga nyumba yako ya ghorofa. Mwingine mwenye jeuri atakuacha, utachimba msingi, atakuacha tu utaendelea mpaka unamwaga, mpaka unamaliza, unafunika, halafu anakuja <gumbea> anakwambia, bwana eh, vilelezo vyangu hivi hapa, naomba vya kwako, naomba vya kwako. Akienda kushtaki bado hana haki, atashindwa. Kwa nini? Kwa sababu amevamia, hata kama aliuziwa hari alivamia. Wewe mtu mwingine anaweza kanyamaza kimya, sema wewe mtu kajichanganya kwaje, anijengee nyumba nikaishi. Kwa hiyo <laughs> hata wana wa Israeli walipewa tayari, waliambiwa na Mungu kwamba jamani, ile nchi ni ya kwenu, nimewapa na mipaka yake iko hivi, urefu wake hivi, siku ya mita hizi nimewapa. Kwa hiyo, yeyote atakayekaa hapo ni saizi yenu, ni eneo la kwenu kwa hiyo mkiliacha, ni nyinyi ni upande wenu, mimi nimeshawapa. Ndio maana unakuta wakati mwingine wanapambana kweli kweli, wanapambana kuhakikisha kwamba wana, wanalamani yao haleluya, wanalamani yao, wanajua kabisa siku ya mita kadhaa, lazima tufike kwa namna yoyote, tumeshapewa <laughs> Sasa lile eneo kulikuwa na watu au mataifa mbalimbali yanaishi, wahiti kuwepo hapo si nani anaishi hapo? Ina maana tayari na wali, kama vile walijua kwamba hapa, ngoja tujenge ukuta. Wakajenga ukuta, na ule ukuta sio ukuta wa kawaida, ukuta mkubwa kweli kweli, ukuta mkubwa kweli kweli, yani kama magari, kama magari yanaweza kupishana, ujue sio ukuta wa kawaida ni kama walielewa kwamba hapa tulipokaa sio mahali sawa sana kiusalama, kwa hiyo tuhakikishe tunajenga ngome ya maana ili kujihakikishia kwamba tuna, tuko salama. Lakini katikati ya huo ukuta, wenye eneo lao wamekuja, mwambie jirani yako, wenye eneo lao wamekuja. Kwa hiyo, kaanza, kwa hiyo mapambano yakaanza. Wakapewa maelekezo kwamba hakikisheni kwamba huo ukuta, wala haina haja ya kutafuta greda, haina haja ya kutumia nguvu za kimwili, yuko Mungu anayeweza kupigana na kuhakikisha kwamba anawapa haki yenu. Kwa hiyo akapewa mtumishi wa Mungu maelekezo kwamba hakikisheni mnazunguka kimya kimya. Usianze kupiga makelele. Kwa nini? Kwa sababu ilo eneo ni la kwako. Fata tu maelekezo, zunguka taratibu taratibu. Ile mara ya mwisho piga kelele kwa ushindi kwamba unashangilia, sasa tayari umepata eneo lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye maisha yangu, kwenye maisha yako Mungu tayari ameshaweka lamani yake mwanzo mpaka mwisho. Sasa swali langu, kwa nini kuna watu ambao wanaondoka hapa duniani hawana watoto na wako kwenye ndoa? Kwa nini kuna mtu anaondoka hapa duniani hajajenga? Na sio kwamba alikuwa hana kazi, kazi anayo nzuri kabisa, lakini hata ardhi hana wala nyumba hana akiwa mzee anaishia kwenye nyumba ya kupanga. Je, Mungu alikusudia aishie kwenye nyumba ya kupanga? Kuna hatima mahali ilishughulikiwa, na ilivyoshughulikiwa yakini, hana maarifa ya kushughulikia vitu vyake vya chini, na ndio maana kuna watu ambao walivyopata maarifa walikuwa hali mbaya sana, maisha yale ya chini kabisa, kutukanwa, wametukanwa sana walionekana hawafai kabisa, lakini baada ya kupata maarifa oke okay, kumbe kuna vizuizi vinavyozuia hatima yangu. Wakapata nafasi ya kushughulikia, mwisho wa siku mambo yakabadilika kabisa, mambo yakabadilika. Ndio maana kuna watu wengine wakisimama nakwambia kwamba mimi maisha yangu yalikuwa mabaya sana, kwamba nilikuwa hata viatu ndala na navaa zilizotoboka zilizotoboka lakini Yesu anamwinua, inafikia hatua anamiliki fedha za kutosha, anakuwa na makampuni, na mwisho wa siku anaajili na watu, amepata maarifa ya kushughulikia hati. Mtu mwingine unakuta anapita na watu, kuna shuhuda nyingi tu, anapitia kwenye dada wa kazi na usigeli, lakini baadaye anapata neema ya kusoma, anasomeshwa, anakuja kuwa profesa amepita tu lile eneo kumbe, hatima yake yeye ni profesa. Hata kibibilia, kina Yusufu anaenda anakuwa mfanyakazi wa mtu, anahakikisha kwamba mifugo iko salama, mimea iko salama, lakini kumbe ni waziri mkuu. Pungia jirani yako mkono, mwambie lazima kieleweke. Haleluya! lazima hatima yako iachiwe. Lazima tuombe tumwambie Mungu aingilie kati kwenye eneo la kiroho. Kwenye eneo la kiroho, adui anazuia mambo kadhaa, ni mambo mengi, nataja tu machache, halafu tuingie kwenye maombi. Eneo ambalo anapambana nalo zaidi kwenye eneo la kiroho ni kukuzuia kusoma neno la Mungu, kukuzuia kusoma neno la Mungu ili eneo ni eneo ambalo anapambana nalo sana. Mwingine unatamani sana kusoma neno, lakini kila ukitaka kusoma unasinzia saa hiyo hiyo, ujue anazuia hatima yako kwenye eneo la kiroho. An kwa nini? Anajua ukisoma neno la Mungu unapata maarifa. Kuna mambo mengine haitaki utumie nguvu sana, ukiwa na maarifa mambo yanaenda kiwepesi kabisa. Lakini eneo la pili ambalo anapambana nalo anazuia ni eneo la maombi. Eneo la maombi, mtu mwingine, unaweza ukawa vizuri sana kwenye maombi, unaomba masaa mawili masaa matatu, lakini akishaona kwamba huyu mtu anavyoomba hivi kuna hatima anazishughulikia, kuna mahali anaenda, kwa anaweza karoki, yale masaa mawili matatu, unaweza ukayatafuta kwa manati, unaweza ukabakia ushuhuda tu. Ya, isemeni kwa nasukuma masaa mawili Ah, ah. <laughs> Usiendelee sasa hivi, angalau ungeniambia sasa, sasa hivi napiga masaa sita. Kwa sababu kanuni ya Mungu ni kutoka utukufu hadi utukufu, kutoka imani hadi imani. Kwa hiyo ukitoa ushuhuda wakati bado unaishi kwamba jamani nilikuwa nasukuma masaa mawili, masaa matatu, kwa hiyo sasa hivi nataka tusikie masaa manne. Ukiona sasa hivi nusu saa yenyewe unaitafuta kwa mbinde, tayari hatima imeshughulikiwa. Kuna vitu ambavyo Mungu katika ulimwengu wa roho anajua kabisa huyu mtu anavyosukuma masaa mawili hivi, kuna vitu vyake anavishughulikia ili yavipate kwa wakati na majira. Kwa sababu adui anachopambana nacho ni majira ya kwako, ni nyakati za kwako, ule muda ambaye anajua kabisa huu muda huyu mtu anapata ajira we, kwamba umeshasoma una vyeti vyako, anajua kabisa tarehe 30 mwezi wa sita huyu mtu anapata ajira. Kwa hiyo watapambana kwenye hilo eneo kuhakikisha wanaweka kizuizi, watapambana kukuzuia, na mwisho wa siku ule muda unaweza ukakutana na mambo fulani, hata kuomba uombi kabisa, unalala tu, sio kwamba unapenda, unazuio kwenye ulimwengu wa roho Mahusiano wanajua kabisa okay mwezi wa sita anafunga ndoa. Mahusiano mchumba kapata mahali imetolewa. Okay. Kwa nini wengine mpaka inafikia hatua mahali imetolewa kabisa na pete imevishwa na watu hawaoani. Inawezekana na wengine wanakusanya mpaka michango. Pongea jirani yako hapo mkono hivi. Mbe wengine mpaka michango wanakusanya. Kadi watu wanapewa. Lakini mwisho wa siku kuna vitu vinatokea. Ndoa ifu. Hatima ya mtu imeshughulikiwa. Kwa hiyo shetani anachodidi ni kuhakikisha kwamba kuna maeneo ya msingi hautoki kirahisi, lazima ushughulikie ili utoke. Lakini eneo la tatu, kwenye eneo la kiroho, anazuia kwenye habari ya utoaji, kwenye habari ya utoaji kutoa sadaka, anaweza akakuzuia Ukitambua kwamba vitu vyote tumepewa na Mungu kwa neema, utamtolea Mungu kwa furaha, utamtolea Mungu kwa furaha. Na ndio maana Daudi alipotambua kwamba vitu vyote amevipata kwa Bwana, alikuwa mpaka anang'ang'ania, anamwambia Mungu, naomba nikujengee. Mungu, naomba nikujengee. Tikisa jirani yako, mwambie maisha ya sasa <laughs> unaweza ukawa kama Daudi. Pesa kweli amekupa Mungu, unazo swala, pesa sio shida, lakini je, unaweza kumjengea Bwana kama Daudi alivyokuwa anadai? Kwa mfano lile eneo tumenunua kule la shule, unasema Mungu, naomba nikujengee, kwamba yote unachukua unatoa ile bilioni kadhaa, sema si la zipo, kwani unafikiria la zipo <laughs> Mungu kaachilia neema, kaachilia baraka, fedha la zipo, lakini ule moyo wa kumtolea ndio changamoto, ndio changamoto. Sio kwamba watu hela hawana. Mtu kama ana uwezo wa kutoa milioni mia kwenye mambo ya michezo kwenye mambo ya nini, kwani hela hamna? Si anazo. Shida iko wapi? Katika ulimwengu wa roho anaweza kawekewa belia akazuiliwa. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana kwenye ile eneo la utoaji. Mungu atusaidie kutoa. Adui anapambana sana kwenye ile eneo kwa sababu anajua kabisa Mungu ametubariki ametupa yeye yeah, yeah, anachozuia kwamba tusiongezeke, kile tulichopata basi tutumie hicho hicho. Kwa nini? Kwa sababu unapotoa ulichopewa Mungu anakuzidisha na kingine. Mungu ni Mungu wa kuzidisha haleluya. Mungu ni Mungu wa kuzidisha. Kwa hiyo kama hautaki kuzidishwa wewe, tulia tu usitoe, lakini ukitoa lazima akuzidishe hata kuacha hapo. Kwa nini? anakupa ili uendelee kutoa zaidi na ndio maana wakati mwingine kwenye eneo la fungu la kumi, wale ambao waaminifu wakiwa wanapata laki moja, mtu elfu kumi yake akeana ah, shida <laughs> anaitoa vizuri kabisa elfu kumi Mwisho mtana iweka kwenye bahasha, naomba natoa. Ngoja ufike fungu la kumi lako ni milioni kumi. Pongea jirani yako mkono hivi <laughs>, mwambie fungu la kumi unaweka kwenye bahasha milioni kumi. Hapo sasa ndo vita inaanza, lakini huko kwenye elfu kumi ah ulikuwa mwaminifu kwenye elfu kumi ndio maana umefika hapo Haleluya. umekuwa mwaminifu kwenye elfu kumi ili kwenye laki moja unapata elfu kumi unapeleka, Mungu anaona uaminifu wako, anakuinua kutoka hatua moja kwenda hatua. Sasa hata ukifika fungu la 10 nako milioni kumi ukitoa, anakuzidisha ili uwe na milioni mia fungu la kumi sasa. Hapo ukikutana na vita, hii milioni kumi yote niweke kwenye bahasha kweli? Ujue tayari ndo anguko lako, mwisho wa siku hautoi, na zile unazotumia pia sio kwamba zitakutosheleza. Amen, naomba tusimame. Kesho nitamalizia hivyo vitu vya kiroho, vita kwenye vizuizi kwenye eneo la kiroho, nitamalizia vipengele kadhaa. Alafu tutaweza tukaangalia sasa kwenye eneo la kimwili pia, kwamba adui anazuia vitu vya namna gani. Basi nyosha mkono wako mmoja tuingie kwenye maombi, hata wenzetu ambao wanafuatilia kwa njia ya mtandao. Somo letu lilikuwa kushughulikia vizuizi katika hatima. Kwenye hatima yako kuna vizuizi adui anaweza kaweka ili kukuzuia usifikie hatima yako kwa wakati na majira. Sema e, Mungu Baba, katika jina la Yesu, ninakuja kwako na kushukuru kwa uaminifu wako. Umeniumba mzabibu mwema umeniumba na kila ulichokusudia kwenye maisha yangu, nikipokee. Umekusudia hivyo, lakini kuna vitu vingine nimevikosa, nimevikosa, vimeliwa na palale na madumadu na tunutu, kwa sababu yangu, kwa sababu ya familia, kwa sababu ya ukoo, na kuja kwako leo, ninajua kabisa ni Mungu mwenye upendo, unaniwazia mema, unatamani nifanikiwe katika kila eneo la kiroho la kimwili na la kiuchumi. E, Bwana Yesu, naomba damu yako inisafishe leo inisafishe leo naomba neema yako ya kutambua ni wapi ambapo nimekwama, ili nipashughulikie kikamilifu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Roho Mtakatifu, na kushukuru kwa uaminifu wako. Pokea sifa na heshima, ni za kwako katika jina la Yesu. Hatima yangu, hatima yangu iachiliwe, majira yangu yaachiliwe, nyakati zangu ziachiliwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu kila kizuizi achia hatima yangu, achia maisha yangu kwa damu ya Yesu, kama vile walivyovuka wana wa Israeli kwenye kizuizi cha kwanza na cha pili na vizuizi vingine vyote, kwenye ile bahari ya Shamu, kwenye ukuta wa Yeriko, wakavuka na wakapokea zile baraka zilizokuwa zimewekwa kwenye ule mji, katika jina la Yesu. Na mimi leo ninabomoa kila kizuizi, ninavunja kila ngome ninavunja, kila ukuta katika jina Yesu, katika jina Yesu, katika jina Yesu. Kila ukuta, achia maisha yangu, achia maisha yangu kwenye eneo la kiroho achia, kwenye kusoma neno achia, kwenye maombi achia, kwa jina na Yesu. Na tamka sasa, maongezeko kwenye kusoma neno kuanzia leo, na jipanga kwa neema ya Bwana kuwa na mipango ya kusoma neno la Bwana na kuomba. Natamka kuongezeka kwenye kusoma neno, natamka kuongezeka kwenye kutoa sadaka, natamka kuongezeka kwenye maombi, natamka kuongezeka, natamka kuongezeka, natamka kuongezeka kwa china na Yesu. Ule uzito niliowekewa taka, taka, taka, taka. Toka, toka, toka, toka kwa jina la Yesu, nafungua ufahamu wangu, nafungua ufahamu wangu, nafungua ufahamu wangu. Roho Mtakatifu, nijaze nguvu katika jina na Yesu, amen. Mpigie Yesu makofi. Baba, nakushukuru kwa ajili ya sadaka siku ya leo na sikabidhi mikononi mwako, utubariki Bwana tunapotoka hapa, uwepo wako uende pamoja nasi katika shughuli zetu katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, Amen. Tuseme neema, neema ya bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu kawe na sisi sote sasa na hata milele. Amen. Uwepo wa Mungu uende pamoja na wewe na utukufu wake katika jina la Yesu, Amen. Basi Mungu atubariki. Kesho tutaendelea, mwalike na mwingine ili tushughulikie hatima zetu kwenye wiki hii, na Mungu naamini ni mwaminifu, atatusaidia ukiwa bado unasikia maombi, basi utasogea mbele kwa ajili ya kuendelea na maombi kwa dakika chache uu.